Ikiwa unapitia mambo yafuatayo, kuna uwezekano mkubwa unasumbuliwa na jini mahaba. Jambo la kwanza, ikiwa unasumbuliwa na roho ya hasira, yani kuna wakati unasikia hasira imekupanda, alafu unafanya maamuzi ya haraka na unakuja kujutia baadaye, basi kuna uwezekano mkubwa unasumbuliwa na jini mahaba. Utajueje kama unasumbuliwa na jini mahaba. Jini mahaba mara nyingi anaonyesha ishara zake kwa njia ya ndoto. Unaota ndoto gani? Ikiwa ndoto zako nyingi zilizotawala kwenye maisha yako, unaota ndoto kama unakutana na mwanamume kwa njia ndoto au unakutana na mwanamke unayemjua au usiyemjua kwa njia ndoto mara nyingi jini maaba anaweza akaja kwa sura unaoifahamu au usioifahamu kabisa ikumbuke kwamba jini maaba ni roho kwa hiyo anaweza kujibadilisha vile atakavyo kwa mtu yule anayemtaka lengo ni kukukamata wewe kisaikolojia ili uweze kumwaza yeye na kumtafakari yeye jini maaba akiwa ndani ya mtu ana madhara makubwa moja madhara anayoyafanya akiwa ndani ya mtu si tu kuota ndoto za namna hiyo lakini pia anaweza kukuharibia mahusiano. Unaweza ukawa unatamani tamani kuingia kwenye ndoa. Jini mahaba na kawaida kuharibu mahusiano kwa mtu ambaye hayuko kwenye ndoa, anamfanya mtu anapopata mtu wa kumwoa basi anamvuruga yule mtu. Kwa hiyo mahusiano, unakuwa na mahusiano mengi ambayo hayana hatima. Baadhi ya watu, jini mahaba huwa anaondolea kibali, yaani unakuta mambo yako mengi hayana kibali. Unajaribu kufanya jambo hili, unakuta una roho ya kukataliwa Watu wanaanza mwanzoni kuvutiwa na wewe lakini baadaye wanakukatalia au unakataliwa. Unaweza ukatengenezewa kesi ambazo katika hali ya kawaida hukutegemea kwao, unakuta mtu amekutengenezea kesi au amekutengenezea maneno, lengo tu ni kukukataa au kukufanya usiweze kufikia mahali fulani. Jini mahaba pia anazuia mambo ya uchumi uchumi, kazi ya mikono. Mara nyingi mtu mwenye jini mahaba atakuwa anahangaika sana kwenye kutafuta kazi, au kama anafanya biashara, biashara zake unakuta zinapanda na kushuka. Na kama unafanya kazi kwa kuajiliwa, basi utakuta ukipata pesa, haufanyi kile kitu ambacho ulikuwa umekusudia kukifanya. Ni kwa sababu anatafuta namna ya kukuvuruga na kuyavuruga maisha yake, maisha yako. Lakini pia jini mahaba anaweza au mara nyingi anafanya uharibifu mkubwa. Kama mtu uko kwenye ndoa, anafanya ndoa yako inakuwa na magomvi ya mara kwa mara. Mara nyingi watu wenye majini mahaba ndoa zao, kama wako kwenye ndoa, ndoa inakuwa ina magomvi ya mara kwa mara. Unakuta gomvi hili, ugomvi huu, ugomvi huu, jambo dogo tu lianza likazua jambo kubwa na mambo yakaharibika, na magomvi yakawa ni sehemu ya maisha yenu. Jini mahaba ni roho ya hatari, kwa sababu kuna vitu vingi huwa inazuia tu, si baraka lakini wakati mwingine huwa inazuia watu wa maana wasikae na kudumu katika maisha yako. Kwa hiyo unaweza unapata watu wa maana, lakini hawadumu kwenye maisha yako. Na wakati mwingine mtu mtu unaweza katamani kuingia kwenye ndoa, kama hauko kwenye ndoa, kakuta jambo la kuingia kwenye ndoa kwako limekuwa ni gumu. Unaeza ukazalishwa, unaweza ukaota ndoto una watoto, ingali katika hali ya kawaida hauna watoto. Lakini pia jini mahaba huwa anatengeneza magonjwa ya kizazi au mambo ya uzazi. Mara nyingi watu wenye majini mahaba, jini mahaba huwa anapeleka magonjwa ya vizazi. Wakati mwingine utaambiwa na uvimbe kama ni mwanamke, mwanaume utaambiwa au utajikuta una nguvu za kiume, na kama ni mwanamke, wakati mwingine jini, jini mahaba akakufanya uwe ni mtu wa mtuma wa, wa, wa, wa vidonge. Yani wewe ni kutumia tu madawa madawa madawa, na matatizo yako makubwa ni mambo ya kizazi. Utaambiwa uvimbe, kama hivyo nilivyotangulia kusema utaambiwa una UTI, utaambiwa siyo una fungus, utaambiwa siyo una ugonjwa gani. Lengo ni kukufanya usiwe mwanamke wa maana kwa mwenza wako. Anakuchafua anakuchafuria e, ukaribu, wa ukaribu wa wewe na mwenza wako. Lakini pia wale ambao mko kwenye ndoa, jini mahaba huwa anaondoa ukaribu wa wewe na mme wako, kwa utajikuta husikii uwepo wa mme wako akiwa mbali, unaona unamkumbuka, lakini akiwa karibu adui eh, jini mahaba huwa anatengeneza chuki, anatengeneza magomvi, anatengeneza vitu kama hivyo ambavyo wakati mwingine vinakuwa vinaharibu ndoa, vinaharibu mahusiano na mnashindwa kufikia hatima ambayo mmekusudia. Lakini pia jini mahaba akiwa ndani ya mtu huwa anamtengenezea hofu, utajikuta hujiamini, unapenda kujitenga, unapenda kuwa mwenyewe, haujiamini mbele za watu, na wakati mwingine huwa anaweza kukupelekea jini mahaba ukawa ni mtu ambaye watu wakiwa karibu, wakiwa mbali na wewe wanaona wa thamani, wakiwa karibu yako wanaona wewe sio wa thamani. Kwa hiyo kuna haja na umuhimu wa kumpinga jini mahaba na kumkemea kabisa. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa huruma. Hakuna dawa nyingine ya kumshinda jini mahaba. Cha kwanza ni maombi, cha pili ni kumjua Mungu kwa neno lake. Ukimjua Mungu kwa neno lake utaweza kuzijua hila za adui, utaweza kujua mipango ya shetani lakini nje ya hapo inatakiwa ukatae hiyo hali umpinge. Biblia inasema kwamba mpingeni shetani naye atawakimbia. Kama hujampinga shetani atabaki katika maisha yako. Lazima ukatae hivyo vitu, lazima uvikemee. Na unapoona kwamba shambulizi zinakuja au hali ya kuvamiwa inakuja, jitahidi kukataa, dai kibali chako, dai neema ambayo mungu ameweka ndani yako, mpinge huyo pepo. Huyo pepo wakati mwingine anaweza akaja akakuacha, akaja akakuacha. Sasa pale ambapo mungu amekupa ufahamu kama huu amekutanisha na maombi haya jitahidi kumkataji. Ni mahaba ni mharibifu mkubwa, anayafunga maisha yako, anafunga uchumi wako, anafunga baraka zako, anafunga watu wa muhimu kwako, anafunga watu ambao inatakiwa wakusaidie, anafunga vitu vingi ambavyo inatakiwa viwe vya maana kwako, anakufanya uwe unaishi maisha ambayo sio kwako na wengine Jini mahaba huwa anawapelekea wanajikuta wanapenda kuvaa mavazi fulani, nguo za rangi fulani, wanapenda kwenda mazingira fulani. Sio wao, ni lile pepo linawafanya wanakuwa watumwa, nafanya maisha yao yanakuwa ya katika hali ya utumwa. Nataka niombe na wewe, naamini Mungu atakuweka huru na Mungu atakufungua. Unaweza kuinua mkono wako juu sasa, hii inua mkono wako juu namna hii. Baba Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu ambaye ameinua imani yake kujiambatanisha na kujiunganisha na mimi katika maombi, ninaomba ufungulifu katika jina la Yesu. Ninaamuru jini mahaba, hauna mamlaka ndani ya mwili huu. Na kuamuru katika jina la Yesu, we ni roho kamili, ondoka, achia mwili huu katika jina la Yesu. Nakukemea na nakuapisha na ondoka kwa jina la Yesu, ewe pepo, ewe jini mahaba, nakuapisha, ondoka kwa jina la Yesu, ninakukemea katika jina la Yesu, toka, achia mwili huu. Toka achia mwili huu, toka achia mwili huu, we unamharibia maisha yake, umemtesa vya kutosha, sasa yatosha, umeatesa maisha yake vya kutosha, umeharibu maisha yake vya kutosha, imetosha sasa, ondoka kwa jina la Yesu Nina kukemea we pepo, nina kukemea we pepo, achia maisha mtu huyu, nina kuamuru kwa jina la Yesu. Wengine adui huyu amekaa kwenye maisha yenu kwa miaka mingi, amezaa na watoto, amekuzalisha na watoto kwenye tumbo lako. Wewe mwanaume unapewa, umekamatwa na jini mahaba, limefunga kibali chako, limefunga uchumi wako, nina kufungua kwa jina la Yesu. Toka wewe pepo, uliyekamata uchumi, uliyekamata kibali, uliyekamata nyota, unayevuruga maisha yake, unayempa roho ya hasira, unayempa roho ya wasiwasi, unamfanya awe na maamuzi magumu, unamfanya awe ni mtu wa kukataliwa ni mtu ambaye watu wanakuja kwake, sio watu amana, wa maana wanakuja waume za watu, hawaji watu sahihi. na kuamuru wewe pepo toka. Mwingine umemzuia haonekani kwa mtu yoyote, havutiki kwa mtu yoyote. Navua ilo vazi uliovikwa, navua ilo pepo liokaa ndani yako, lilokaa kwenye kidole cha ndoa, na vua ilo ndoa, na kemea ilo pepo liliokaa kwenye tumbo, kwenye kitovu, kwenye tumbo lako, kwenye miguu yako, kwenye maisha yako, kwenye paji la uso, kwenye kichwa, kwenye utosi. Toka wewe pepo, toka wewe jini mahaba, toka wewe jini mahaba, nina kuapisha, hauna mamlaka juu ya Hu, kwa ungua kwa jina la Yesu, natuma moto kutoka hapa, ungua kwa jina la Yesu, natuma moto kutoka hapa, ungua kwa jina la Yesu, ungua kwa jina la Yesu, natuma nguvu ya Mungu, natuma moto kwa jina la Yesu, fire fire, moto kwa jina la Yesu, ungua wepepo, ungua wepepo, panda panda panda, shambuliwa shambuliwa kwa jina la Yesu, shambuliwa, panda panda panda panda, ondoka, panda chomoka, panda chomoka, panda chomoka, panda chomoka, achia nafsi ya mtu huyu, achia nafsi ya mtu huyu, mwachie kuanzia sasa, na kukataa kwa njia ndoto, na kukataa kwa njia mawazo mwengine so, unaota ndoto unakutana mtu wa jinsi yako moja. Unaota ndoto unakutana na ndugu yako. Unaota ndoto unakutana wa na watu wa karibu wengine. Unavaa sura ya watu ambao huwafahamu na kuapisha wepepo. Ewe ndoto chafu, toka, achia kwenye mtu huyu, achia kwa mawazo yake, achia kwenye maisha yake, mwachia kwanza sasa, achia baraka yake na tamka ufungulivu juu yako Poka ufungulivu, poka ufungulivu, poka ufungulivu! Ilo giza mbele yako likuachie, ondoka we pepo, ondoka we pepo! Umevuruga ndoa, umevuruga amani, umevuruga uchumi, umevuruga kibali! Toka, toka, ondoka, toka, ondoka na kuungusa, ungua kwa jina Yesu, ungua kwa jina Yesu, na kulipua kwenye mwili huu, na kulipua kwenye nafsi ya mtu huyu, na kulipua kwenye mtu huyu kwa jina la Yesu! Toka, ungua kwa jina Yesu! Come out. Come out. Kanje, toka kwanza, sasa ondoka. Aya, aya, aya, panda, panda, panda, panda panda, chemka, chemka, ondoka! Wengine mapepo yamekaa kwenye macho, na amuru ewe chini uliyekaa kwenye macho na kukataa kwa mtu huyu. Wengine umefungishwa ndoa, navunja hiyo ndoa, natoa hati ya talaka na kutalaka wewe, pepo, hauna mamlaka juu ya mwili huu na kuwekea moto popote takapogusa. Na vitu vyako, toa kila ulichoweka ndani ya mtu huyu, toa, toa kwa jina la Yesu. Wengine mmefungwa, mmekabwa kabisa, hilo pepo limekaa kwenye kifua, na kuamuru ewe pepo ngua, toka kwa jina la Yesu. Toweka moto kwa jina la Yesu. Ninakuapisha kuwapisha hauna mamlaka. Choboka, choboka. Ipuka kwa jina la Yesu. Ondoka mwache mtu huyu. Ondoka mwache mtu huyu na kufungua funguliwa polipo funguliwa kwa jina la Yesu. Umechelewa kwa muda mrefu, umecheleweshwa kwa muda mrefu, vitu vyako vimeadibiwa kwa muda mrefu. Yesu anakuweka huru na yafungua mambo yako, nafungua na mipenyo yako, pokea kibali. Wewe ambaye uko unasema natamani pate ndoa, pokea ndoa, Mungu akuletee mtu sahihi. Namvuta kutoka mahali popote ambapo Mungu amemweka, akaja akakutana na wewe. Wewe ambaye unasema ndoa yangu imekuwa na vita, uchumi umekaushwa, Mungu afungue milango ya uchumi. Ewe pepo uliyeweka mkono kwenye uchumi, ewe pepo uliyeweka giza kati ya mtu huyu. Anaonekana, Anaonekana sio afai. Umeweka giza pendwe umeweka giza aonekane wa kawaida, umeweka giza achukiwe, toka, lipuka moto kwa jina la Yesu. Nina kuapisha nina kuapisha nina kuapisha toka, katika jina la Yesu, funguliwa hapo ulipo, Damu ya Yesu Kristo ikufungue, naamuru ufunguliwe, endelea kukataa. Na wewe kataa, kataa, sema na kukataa. Wewe pepo, unasikia kichwa kinakuuma, endelea kuomba. Unasikia unapiga miayo, endelea kuomba. Unasikia mwili unatetemeka, unasikia unanyongwa, wengine kwenye tumbo mlishawekewa ma, mavitu ya kichawi, mavitu ya majini, naondoa kwenye tumbo lako hivyo vitu, huyo uvimbe, ayo magonjwa, hizo taarifa mbaya, yeuka kwa jina la Yesu, yeuka kwa jina la la Yesu, yeuka kwa jina la Yesu, na kuamuru ewe pepo, Toka kwenye tumbo hilo, achia tumbo hilo, achia. Wengine unasikia kama kuna kitu kinazunguka kwenye tumbo, kuna kitu kinatembea tembea, kinahama, kinahamia upande fulani, kinazunguka, kinakubana kwenye nyonga, kwenye mwili huo, nakofungua kwa jina la Yesu. Pokea ufungulivu, neema. Bwana kuweke huru, ayo magonjwa yakuachie, ayo mateso yakuachie. Ewe jini mahaba, nimekukataa kwenye mawazo yake, kwenye kichwa, kwenye ndoto zake, hauna mamlaka. Achia ndoto zake, achia ndoto zake, achia ndoto zake. Namfungua mtu huyu Pokea ufungulivu kwa jina la Yesu kwa neema ambayo Mungu ameweka ndani yangu, ninakuweka huru. Pokea uhuru wako, pokea ufungulivu. Nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akufungue. Nakuombea kwa jina la Yesu, mtu wa Mungu, katika imani, mwanangu, katika imani, Mungu akufungue. Yesu amekuona, imetosha sasa. Maombi haya yakawe dawa kwako, yakawe dozi ya kuleta uponyaji katika jina kula Yesu Kristo. Nimekuombea ufunguliwe kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa naamini mungu amekufungua kupitia maombi haya umegundua kwamba kuna vitu vilikuwa vinaendea kwenye maisha yako ambavyo vilikuwa sio maisha yako ni kwa sababu hili pepo limevuruga vitu vimeharibu vitu mungu anakupenda usiogope hakuna dawa ya kuliondoa ya kunywa dawa ni yesu maombi ndio dawa neno la mungu ndio dawa kujua ukweli na ukweli kukuweka huru ndio dawa kubwa katika maisha yako. Mungu arejeshe upendo kwenye ndoa yako, wewe mwenye ndoa na wewe ambaye hauna ndoa. Mungu akukutanishe na mtu sahihi uweze kupata ndoa na kuombea kibali cha kufikia kwenye hatua yako. Na wewe ambaye ni mwanaume unapitia changamoto yote ile, Mungu akuweke huru katika jina la Yesu. Mungu akufungue tena na tena na tena na tena, ukauone mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ubarikiwe sana. Unaweza kashare maombi haya na mtu mwingine. Ikiwa wewe hayakuhusu, basi shea na mtu mwingine, ili afunguliwe zaidi na aweze kufikia hatima yake. Si kila mmoja analijua jambo hili, wengine wapo wanateswa, na adui amewakosanisha, anawazungusha wasikutane na ujumbe kama huu na neno la Mungu kama hili na maombi kama haya, unaweza ukamfikishia pengine ndio shida inayomsumbua na akaweza kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Unatamani wasanami moja kwa moja, karibu wasanami kwa namba ya WhatsApp niliyokuweka kwenye ya skrini yako, hiyo ilioishia 779 ndio namba yangu ya WhatsApp. Lakini pia unasikia amani ndani ya moyo wako kujiunganisha au kujiambatanisha na ibada hii na maombi haya, kwa sadaka yako ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Ikumbuke, sio sadaka ya lazima, ni sadaka yako ya hiari ya kupenda pale Mungu na Mungu amekufungua na hakuna kiwango chochote ni vile Mungu amesema na maisha yako. Mungu akubariki sana. Natamani uendelee kunifuata kupitia mtandao wa kijamii. Ingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa, nitatokea muombezi Pastor Godwin Ndelwa. Utabonyeza alama kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kama tayari, Mungu akubariki ongera, uko mahali sahihi. TikTok, kuandika maombi ni dawa, nitatokea pale muombezi au Pastor Godwin Ndelwa, maombi ni dawa. Bonyeza alama kujumlisha hapo juu kwenye uh, logo yetu au bonyeza uh, alama iliyoandikwa follow ikiwa meni serch Mungu akubariki, Mungu akutendea mema, uwe na wakati mzuri. Wewe ni mbarikiwa. Amen.